Wenzi wangu wameshajua kwenye kesi ya Lissu hawatoboi. Wameshajua serikali inashindwa kwenye hii kesi ya Lissu, kwa hiyo watakachokifanya, hii kesi itasimamishwa kidogo kwa muda kidogo, halafu atakuja Samia. Samia, kwa sababu ameshajua kwamba wanashindwa, Samia atajifanya anatoa msamaha kwa nani? Kwa Lissu, kwamba aachiwe awe huru aendelee na mambo yake mengine ya kijamii lakini, huo msamaha watakao mpa Lissu, wanaanza kumfuatilia Lissu, wakina mafele, wakina jojibagemu, wameshajipanga kwamba wanamfuatilia, wakina Paul Makonda. Kama mnavyojua, mara ya kwanza alipigwa risasi kumi na sita na watu wale ni wa Paul Makonda. Si mnanielewa, akapona. Wanakwambia sasa hivi watatafuta watu pia na pikipiki zao, kama kawaida, wale professional wampige risasi zingine na kampu. Wana mpango hizo mbili za kumpiga risasi ama watamteka watampoteza moja kwa moja lakini, kwa sasa hivi ataachiwa na nituu, Samia mwenyewe kwamba ionekane kwamba kwa sababu Samia anajua sasa hivi ana balaa nyingi. Na mimi ambacho ningemshauri tu Samia, sio mpaka msubiri kwa msubirisha alafu ndio mje mwachieni, mwachi tu mwachieni Lissu. Ni aibu. Kila anayekuja kwenye hiyo kesi anasema kaka kaka mbona kesi kama inaendeshwa na, na vichaa. Yaani vichaa balabali tu katoka tu na kichaa wake. Okay. Halo, eh binani, eh nani dunini? Ti... Na wala chochote cha kuongea. Kwamba mimi nimsikiza Lissu yaani na sio wanachama wa Chadema. Kwamba mimi ni mwanachadema sina nini wala si... Are you killing me? Yaani wanazingishia zingishia, zingishia wala siku mimi hawezi kusema kwamba mimi ni mwana CCM au mimi sina chama. Mimi sina chama bwana, lakini nilikuwa nafuatilia mwendeno ama nini, ana jisa atakutafuta jisa kuongea, whatever ama nini jamani, mi tu nimejitokeza hapa pale pale. Kwanza mnakuja pale kutoa ushahidi, jitoeni kwenye hivyo vitu, ni aibu. Ndakuja niwaanike wote. Kwa hiyo the the day of the end ndio hiyo. Samia atakuja mwachie Lissu kwa sababu ameshaona kabisa tisini na tisa pointi tisa serikali imeshindwa, si mnanielewa? that is chukueni kutoka kwangu. Kitu kingine ambacho ningesema mwacheni, na na polepole polepole, pole. Hana hatia yule kijana. Kuwakosoa gejeni, niwaambieni hata kama mta koni chama cha chako, kukukosoa siyo kosa rajia. Usimfanye mtu ashindwe kuku, kukukosoa ndiko kunakochukua yale madini. Unajua watu walioshakupenda usiwasikilize kwa sababu hawa wamesha kupenda. Unatakiwa wale ambao wakupenda na kukosoa uchukue madini yao yale, ukiyafanyia kazi watakuwa natafuta tena kosa lingine, likuwapi? Wakileta lile kosa tena ulifanyie kazi, watakosa ya kusema, watasema wao nimesema hili, tumeongea hili yamefanywa kazi which is very good. Nimekuja lingine limefanyiwa kazi which is good si mnanielewa? Lakini hiyo kwamba wanaokukosoa wabamazwe, mchukue vyombo vya habari, mnahitaji kuuliza maswali haya, mnahitaji kuuliza maswali haya. Ukiulizwa tofauti chombo chako kinafungiwa, huo sio uzuri. Mwandishi wa habari akija kuuliza swali lolote, wewe ni mwanasiasa, jua jinsi ya kuliface lile swali kwamba okay, liko nje uwezo wangu, ama tutalifanyia kazi ama hapana, ama hapana hivi sio mchukue maswali mepesi mepesi, mjue Tanganyika ina watu milioni ya sitini, milioni sitini, sio wajinga sisi si. Kuna wapumbavu watawashikashika masikio, lakini hata wale wapumbavu niwelewa kwamba hapa, mm -mm, mm -mm. niko na hawa watu, lakini hapa hapana, hapa hapana jamani, hapa ako hivi, hilo mlitambue mnahitaji kubadilika. miaka saba sio kudanganya kama ilo likomba linakuja, unajua EU, unajua tumeua watu wachache, unaweza kuongelea vitu hivyo? Watu wana watoto wao. Komba, nimekupa swali moja. Watoto wako wale wangekufa wote, na mama zako wote, ndugu zako wote, how you going to feel? Hata mtoto wako mmoja tu ameua. Unajua watu gani ameua? na bado mwili wasikupe, wauchome, umalize huko juu kwa juu uzike nguo zake, nguo zake za mtoto wako. Inaumiza bwana, sikwambie mtu. Halafu bado mnakuja mnajitapa. Achieni watu ndio wakamata kamata, kamata waachieni, hamna isho.